Hapa waraka unahusu adhabu ya viboko mashuleni ah, tunafahamu kwamba wanafunzi miongoni mwao wapo ambao wana utovu wa nidhamu, kwa hiyo kusababisha walimu kuchukua hatua za kinidhamu na miongoni mwa adhabu ni pamoja na adhabu ya viboko. Sasa basi, huu waraka unaelezea jinsi gani adhabu hutolewa shuleni, hiyo adhabu ya viboko. Kwa hiyo adhabu ya viboko inaweza kutolewa na kwa utovu wa nidhamu uliokithiri au kwa makosa ya jinai yaliyotendeka shuleni au nje ya shule yanayosababisha adhabu hii kutolewa. Sasa mambo ya kuzingatia ni kwamba adhabu itazingatia ukubwa wa kosa, umri, jinsia na afya mtoto na isizidi viboko vinne kwa wakati moja. Jambo lingine, adhabu ya viboko itatolewa na mwalimu mkuu au mwalimu mwingine aliyeteuliwa na mwalimu mkuu kwa maandishi kila mara kosa linalostahili adhabu hii linapotendeka. Jambo la tatu, mwanafunzi wa kike atapewa adhabu ya viboko na mwalimu wa kike tu, isipokuwa kama shule haina mwalimu wa kike. Na nne, kila mara adhabu ya viboko inapotolewa, adhabu iorodheshwe katika kitabu kilichotengwa kwa kusudi hili, ikiwa ni pamoja na jina la mwanafunzi alipewa adhabu, kosa alilotenda, idadi ya viboko na jina la mwalimu alitoa adhabu hiyo. Sasa mwalimu mkuu atia saini Aa, mwalimu mkuu atie saini katika kitabu kila mara adhabu hii ya viboko inapotolewa. Jambo lingine, wanafunzi au mzazi akikataa adhabu ya viboko atasimamishwa shule. Jambo lingine, hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa mwalimu yeyote ambaye atakiuka utaratibu wa adhabu ya viboko. Kwa waraka huu, ijulikane kuwa ni marufuku kwa mwalimu yeyote kuonekana na fimbo mikononi kwa lengo la kumadhibu mwanafunzi. Waraka huu ulianza kutumika tarehe moja Disemba elfu mbili na mbili na ulisainiwa na RA Mpama ambaye alikuwa ni kaimu afisa elimu kiongozi.